na wa malaika wake wanamtakia mtume rehma. Sasa wewe unakataa tumtakie mjomba wako sallu alayhi wasalim taslima wa wa na mtume inna Allah, hakika mwenyezi Mungu wa wamalaikatuhu, na wa malaika wake yusalluna ala, wanamsalia mtume Muhammad kumtakia rehema ya ayuhaladina amanu sallu alayhi wasalim taslima wa

Hii ndio adhana, mpaka atako Mtume Muhammad. Narudia kidogo maneno hii watoto wanazungumza hapa katika kaswida. Akhadha la hadha 10 sinin, tuongee kiilmu kidogo tunainua kidogo yadu ila tawhid alilingania Mtume Muhammad miaka kumi alilingania tawhid wa baada urija bihi ila samai, baada ya hapo alipandishwa mbinguni wafuridhat alaihi salawatu hamsi huko sasa akafaradhishiwa sala makumi tano, wasalla fimwaka tihalata sinini. Baada ya hapo walikaa muda wa miaka mitatu wa baadaa umira bilhijrati ila lmadina. Baada ya hapo akatoka mpaka kwenda Madina. Sasa alipofaradhishiwa sala hamsini, haikuwa tano, ilikuwa sala hamsini, ikapunguzwa ikabakia ngapi? Tano: alfajiri, adhuhuri, lasri, maghribi na naisha. Sasa kule alipokwenda na Jibril representa wa wa malaika. Sasa alikwenda ala samai sama, Muhammad Jibrili kala lahu. Sasa sikia heshima ambayo Mwenyezi Mungu alimpa mtume Muhammad, kisha kwenda na Jibrili kufika pale, akasema hapa ndio fasi yangu mimi, lakini wewe utangulie mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sallu alaihi wasalim taslima. Tena huyu mtume Heh. Watu wanaofasiria, watu wanaharibu nje hapa. Tunafikiri kama tuna mashehe ambao wakunusuru Uislamu, kumi ni mashehe wanampinga vita Mtume Muhammad hivi. Utakuta mashehe mji mzima, hawa mashehe wale ndio mashehe wanafichama, wanakosa kutaja habari ya Mtume Muhammad, na Mwenyezi Mungu ndiye anamtukuza na kumtaja. Sasa sikia hadithi fupi sana, namaliza darasa. Natoa shukurani ya dhati viongozi kunipa nafasi nieleze maneno ya mtume. Mungu awajalie wa walioorganizie hii, Mungu awajalie wa kheri na baraka. Na kuna wamama wengine mimi nafurahi nakosa hata kitu, lakini wale wamama wanajitahidi kuleta heshima ya mtume katika ma masimu mi siwaelewe. Mungu awazidishie kheri na baraka, kwa kumpenda tu mtume Muhammad wanavaa kibwebwe kukutana na wale wenye kumkataa Mtume Muhammad. Sasa sikia, sasa mimi na wewe leo ukenda chooni hapa, kwa mkono, ile harufu haishi, lakini Mtume Muhammad alikuwa akitoa mkono wake akimpa mtu, huipata harufu yake muda wa siku nzima. Ndiyo Muhammad, akakupatia tu mkono, salamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ile harufu inabakia mpaka kesho alikuwa akitoa mkono wake akiweka juu ya mtoto mdogo kichwani pake, mara humjua kama ameshikwa na mtume Muhammad. Huyu ndio rasulullah, huyu mtume ndio rahmatul lil alamin. Quran, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma wewe mtume isipokuwa ni nabii wa ulimwengu mzima. Sasa hii mahfali ya kumswalia mtume Muhammad, hao ambao wameorganizea hii Mwenyezi Mungu awazidishie heri na baraka. Mungu awape, Mungu anajua majina yao wanaoleta fikra na mashauri, Mungu anawajua. Mungu awajalie dada zetu na mashangazi waliokuja wote, mlikuja salama. Watu wanakwenda kukabungu hapa tangu azuhuri mpaka jizuite hata sala al asr na maghrib ya waswadi. Watu leo tunakwenda kumsabaka qurani, watu wanakongoa mapesa na makado kupeleka ya watoto wanahifadhi Qurani. Sasa watoto wanahifadhi Qurani, huyu mwenye qurani lisukaka kwake mtume Muhammad. Kwa nini msilete zawadi? Kwa nini tusilete pesa hawa mahafidhu wa Qur'ani? Tunabeba makado bambuzi, bamangamia, sijui bamakanzu na zawadi ya kwamba mtoto wangu leo anahifadhi Qurani, anamaliza. Sasa huyu huyu Mtume Muhammad aliyeteremshwa Qurani, mbona mnakosa kumkumbuka na kumfanyia zawadi? Sallu alaihi wasalim taslima. Waislamu tukufu, hata dua yako haitakwenda mpaka aswali huyu Mtume Muhammad. Natoa shukurani, roho yangu inauma na kusikitika kuone wakolege wenzangu wa mashekhi wanakaa nyumbani na kuwakataza watu msiende kwa maulidi ya Mtume Muhammad. Chose grave plus grave, sijui francais, chose grave plus grave, sijue mkubwa wa neno kubwa, sijui sijue mfrancais, sijue chose grave plus grave. Wallah, nashaidilia tuko katika mtihani katika Uislamu hapa kwetu Goma, ashhadu an la ilaha illallah, kama anasema wongo. Mimi kuna wale wengine mashekhe, sitawataja majina, wamenunua kwangu mimi wasila tushafii tayyiba al asma, maulidi ya Mtume Muhammad wakachoma, wanaunguza. Kama anasema oh, watu wote wanajua hii habari, wanaunguza wasila tushafii. Hauna capacity ya kutunga hata kitabu, wale wa universite ambao wayekua na elimu ya juu apasakidoa a sasa, wanaunguza wa sushafii wanaunguza maulidi ya mtume Muhammad. Wallahi, wallahi wanaunguza, kaiba na simai wanaunguza natu, wanapewa mamlaka na uongozi wa Uislamu wa sasa, wale Waislamu saa wanaunguza vile vitabu tena pembeni ya msikiti njo wa Waislamu wa wana kumbihili vitu natusomeaka mawasitakishafiamaoaaai vya bongo ona, vile vanaunguza jitabu <tipi> namaliza, na hali ya unyonge, hali ya masikitiko. Lakini <tipi> hadhara hii kubwa, Mungu awajalie heri na baraka, <tipi> wanaoipanga, Mungu awasiishie heri na baraka. Na namna roho yangu ina inasikia raha leo kwa ajili ya mtume Muhammad, na kupewa nafasi na waorganizateri kunipatia nafasi nitoe pumzi kwa kumswalia Mtume Muhammad, Allah wajalie kila khair, na maliza y kuona dakika zangu kabisa zimekwisha, lakini sitatoka bure. Nataka kuwaombea Waislamu wote, wanaume na wanawake, wenyewe walikuja hapa na wale walioorganize hii mahfali, majina ya Mwenyezi Mungu tisini na tisa, ili Mungu awajalie, na sala na salamu zimwendee Mtume Muhammad. Mungu atondolee blokaje, kila mtu akae dakika moja hii bana tunaifanya hapa, Mungu atatuondolea mablokaji ya balaa na fitina na tabu na dhiki. Kila mtu amwambie Mungu shida yake nusu dakika, kwa hii mahfali ya Mtume Muhammad, Mungu anaweza akatufungua blokaji ya mashida na matatizo kwa ajili ya swala so, ya Mtume Muhammad, dakika moja

Birahmatika ya arhamar rahimin. Allah wajalie Waislamu walokuja katika maulidi ya Mtume Muhammad, wanaume na wanawake. Wajalie kheri, walikuja salama, warudie salama, walinde wa na balaa na shari ya rabbal alamin. Wanaume wanawake, dada, watoto, wabinti wetu walokuja katika mahfali hii ya maulidi ya Mtume Muhammad, Allah wajalie kila la khair na baraka ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sisie watu kumsalia Mtume Muhammad.